Eh, wakati mwingine inatulazimu kupitia kutumia hizi hizi dawa za viwandani, lakini huwa tunazitumia kipindi ambacho tunauhakika kwamba hazitafika kwa mlaji. Sasa hizo hazitumii kwenye mboga mboga, tunazitumia kwenye matunda ma, machungwa maembe yanapochanua tunapiga zile dawa za kufanya tusitengene, matunda asija kaingia akaingiliwa wadudu E, maembe ukichelewa kupiga dawa kipindi cha maua ina maana maembe yako yataweka, lakini kila embe utakalochuma ukikata utakuta linafanya nini? Lina wadudu ndani. Kwa hiyo tunafanya na, labda tu niseme kama nilivyosema hapo awali, mimi ni mtaalamu wa kilimo. Kupiga madawa ya viwandani sio kosa, na kwamba kutumia madawa ya viwandani sio kwamba ndo ndo hautakuwa unalima organic. Kosa tu ni kwamba unapokuwa umepiga dawa uhakikishe unasubiri kile kipindi cha yale madawa yaishe, ile sumu iishe kwenye ile mimea kabla uja haujavuna. Na hiyo na hiyo sasa, si kwenye miti ile ambayo tumeona tunahitaji kufanya, ndio tunafanya hivyo. Kama lazima tupige, tutapiga na tutahakikisha tunasubiri hadi ule muda ambao sumu inakuwa imeisha kwenye ile mimea, na hapo sasa ile mimea yetu nayo inakuwa bado ni mimea ambayo haina dawa au inakuwa organic. Sukari inavutia mdudu ile, ile, ile ladha yake. Kwa hiyo unapokuwa umeweka ile sukari afu ukaweka na ile vinegar, mdugo, mdugo anaweza kajia, akafuata ile sukari, lakini vinegar itammaliza. Ni kama unavoteka tu unavofanya, kutega mtego wa wa panya, si utaweka kitu kitakachomvuta yule panya aje pale. Akisha kuja sasa ndo akutane na nini? Na ile sumu. Niyo tu ndio bwana, tunaweza tukasema tunaweka ile inakuwa ni kama attractor inamvutia ina ule mdudu wa, ana, kwa sababu anafuata ule utamu. Wakati tunapita shambani pole ni tumeona kuna kuna mahindi yale ambayo ni matamu, tunaita tunaita mahindi matamu yale ya njano, tunaita sweet corn. Yale mahindi yanatumika kama kama mboga, yale mahindi ni matamu sana. Kwa hiyo moja kwa moja utamu wa yale mahindi hauko kwenye mahindi peke yake, upo pia kwenye matawi, na yale huwa yanashambuliwa sana, na tunapiga hiyo tunapopiga hiyo hiyo nini hiyo vinegar ile, hata usipoweka hiyo sukari, mdudu ataenda tu, kwa sababu anafuata ule muhindi, kuanzia majani yake ni matamu. Ehe, kwa hiyo wadudu hawafanya kazi tofauti na sisi, yaani vile vitu ambavyo tunavyovipenda vyenye sukari, na wao wenyewe hivyo hivyo. Kilimo ni uti wa mgongo kwa Watanzania wengi. Katika miaka ya hivi karibuni kumekuwepo na mabadiliko ya tabia nchi, changamoto za upatikanaji wa mitaji pamoja na kukosekana kwa dhamana zinazoweza kuwasaidia wakulima kupata mikopo ya kilimo katika taasisi za kifedha kumesababisha wakulima kushindwa kufikia malengo yao na kuendelea kulima kilimo cha msimu mmoja. Mimi kama mimi ningependa kwenda benki kupata fedha. Benki ndio wanaweza kutupatia fedha za kilimo. Uh, lakini sasa kama ni uwekezaji ambao unahitaji upate fedha ya kutosha ni lazima uwe na dhamana ili waweze kukupatia zile fedha. Eh, vinginevyo, kama ndo mkulima ambaye anaanza anaanza kilimo akati ndo anaanzia polepole au ndo yuko pale chini, mkopo mdogo anaweza kupatiwa benki kwa ajili ya kuanzia. Lakini akisha kuwa sasa anataka ku, ku, kufanya maendeleo makubwa zaidi kwenye eneo lake ambalo alilofanya ni lazima sasa apate nini? Apate hiyo dhamana. Kwa sababu mashamba kama hivi ambavyo hapa tulipo mchemwa hapajapimwa bado e, ina maana la basi tuangalie tu, tu, kama tunaweza kupata juhudi binafsi au tupate msaada wa kupapimiwa, ina maana tunaweza kutumia ili ili eneo kama kama dhamana e, vinginevyo lazima upate dhamana nyingine ehe, na tuko kwenye kwenye huo utaratibu manake, tunatamani pia tuweke zile nyumba za kuzuia wadudu kitaalamu tunaziita screen house. E, ili tuweze kulima yale ma ile mimea ambayo inashambuliwa sana mle ndani kama hoho tukizilima kwenye screen house, tutapunguza kupoteza na zenyewe kuliwa na wadudu, vile vile nyanya, hata matango pia ehe. Um, masoko ni wewe mtu mwenyewe e, na umejipanga kulima vipi? Kama nilipokuelezea pale awali, nilikwambia kwamba tulianza kulima zao moja, tulikuwa tunalima zaidi nyanya. Sasa pale ndio ilikuwa changamoto, maana yake tulikuwa tunazao moja tu. na ndio maana tukabadilika, tukaamua kuchanganya sasa kulima mboga mboga na matunda zote hapo. Sasa tulikuwa tunajaribu kupunguza ile, kama itatokea soko hili limepungua, tusipoteze. Yani, kama nitapata kwenye nyanya, nitapata kwenye hoho, nitapata kwenye matango, kwa hiyo nimechanganya ile, lakini pia E, kuuza jumla na, na kwenyewe kuna changamoto, lakini ukisema unauza mwenyewe ukiamua kutoa shambani na ukaamua kutafuta sehemu za kuuza itakurahisishia pia kuhakikisha haupati hau, hau, na yale mazao ubaki nayo na wala hawezi kukuharibikia. Lakini kingine kikubwa zaidi ni kujitangaza, kutokuwa mwoga kutangaza hiyo bidhaa yako Ehe. Ehe. E, naweza nikakwambia mimi mjini kuna maeneo, siitwi Joyce, siitwi Joyce Mosile. Naitwa mama mboga mboga, kwa sababu mwanzoni tulivyoanza kuuza nilikuwa nauza mboga sana. Yaani yani ni yani ni ni ni ni nilikuwa yani sioni shida kwenda pale hazina, yani sioni shida ofisini, ofisini kule ofisini kwetu wote. Nilikuwa nawapelekea mboga wote. Kwa hiyo paka wakajikuta waka, hawaniiti tena Joyce, wanaita mama mboga. Yaani ikawa hivyo kwa sababu nisikuona aibu. Yaani sikuonea aibu kwamba nauza mboga au nauza maboga lishe au nauza vitunguu. Kwa hiyo nili nimebeba hicho niliibeba kwa kwa upendo kabisa. Yaani najivunia. Na najivunia na na, na kuuza hizo mboga ambazo nimezitoa shambani. Kwa hiyo hiyo imeturahisisha kufanya nini? Kupata hayo masoko. Kwa hiyo kwa maana nyingine, kijana yoyote, chochote cho kile ambacho kijana anataka kufanya, akifanya kwa moyo na kwa upendo, lakini asioni aibu kwa sababu unachokifanya ni kitu halali na ni kitu ambacho kitakuingizia kipato. Hicho ndo cha msingi sana. Shamba hili lililopo kijijini Mchemwa limebadilisha mitazamo kutoka kwa wanakijiji walioamini kilimo cha umwagiliaji kama hiki kamwe kisingewezekana kutokana na ukame uliopo katika mkoa huu, pasipo kufahamu kuwa mkoa wa Dodoma una kiasi kikubwa cha maji yanayopatikana kwa urahisi kwa kuchimbwa ardhini. Nakumbuka jamaa amekuja. Lakini kikubwa imeonekana na mimi kama mimi, na familia yangu vizuri tu bila shaka. Kwa sababu hapa kilimo mimi kwangu kama ni ajira. Hili eneo mimi kikubwa limeninufaisha kwa sababu nafanya kazi hapa, napata kipato, nasomesha watoto vilevile naishi na familia yangu vizuri tu bila shida. Kwa hapa kijijini najua kijiji kimenufaika. Kimenufaika kiukweli. Ki, ki, na wangeongezeka wakapatikana watu kama hata watano sita hivi. Ah walao kiji. Kwanza hata ukifika mtaani hapo, yani mtaani umechangamka, shamba limechangamsha kiukweli. Katika kilimo hiki nimenufaika, na kazi hii niliyopata, ajira hii nimenufaika kwa kweli, napata kipato namsaidia pale nyumbani na familia yangu, watoto wanasoma, tunakula, hatuna shida. Sio kama kipindi cha zamani, nilikuwa sina ajira, nilikuwa nakaa tu nategemea kilimo, lakini namshukuru Mungu nimepata ajira. Nanufaika na vitu vingi humu ndani, mboga sipati shida, matunda. Nimenufaika na vitu vingi kweli, tunashukuru kama kumekuja kijijini kwetu, tunashukuru. Na kweli tulikuwa tunahangaika sana, kulikuwa hakuna mradi kama huu. Mboga mboga tulikuwa tunapata shida, tulikuwa tunafuata mboga paka veyula, labda makutupola lakini, sasa hivi tunachukulia mboga mboga humu. Kama unafanya biashara, mfanya biashara anakuja anachukulia mboga mboga humu anaenda kunufaika na maisha yake. E, maisha yanaendelea. Wito wangu ni hivi hivi wanao waliokuwa na pesa tu wajiwekeze, ni kilimo kizuri, kinasaidia watu waliokuwa na pesa na nahimiza wajiwekeze, kilimo kizuri na kinanufaisha kweli. Ndoto za wasomi wengi wanapohitimu masomo yao ni kuajiriwa na serikali na si vinginevyo. Upo usemi wa wahenga kuwa kama unataka mali basi utaipata shambani. Ni ukweli usiojificha kuwa shamba hili lenye mandhari nzuri ya kuvutia linathibitisha usemi huu wa kuipata mali shambani. Ingawa changamoto ni sehemu ya maisha, ni vyema kuzitumia changamoto hizi kuzifanya kuwa fursa, kwani penye nia pana njia. Hey, mi nachoweza kuwaambia vijana wasikae tu nyumbani wanasubiri kuajiriwa. Manake najua kuna, na, kuna vijana ambao wapo tu nyumbani, yani yuko tu nyumbani, yeye huko anasubiri labda anafanya interview anafanya nini, wakati anafanya hivyo, anaweza akaanza kujishughulisha na shughuli yoyote ile ambayo inaweza kumwingizia kipato, badala ya kutegemea tu kwamba atasubiri ajiriwe. Na shughuli moja ni hiyo ya kilimo, na kilimo anaweza akaanza tu pale pale anapoishi. Kama ni mtu ambaye anaishi kwenye eneo ambalo hata ana ekari moja, hata kama ana nusu eka, kilimo cha kulima mboga mboga na matunda unaweza ukafanya hata kwenye eneo dogo, na ukaweza kuona matokeo lakini vile vile sio kilimo tu, anaweza kaingia kwenye ufugaji, anaweza anaweza kaanza kufuga kafuga, anaweza kafuga kuku, anaweza kafuga ng'ombe, mbuzi, bado itaweza kumwingizia kipato e. Nachoweza kusema tu ni kwamba fursa haziji, lazima kuzitafuta. Ukikaa tu haziwezi kukufata, na kama nilivyosema pia, inabidi kukubali kuanzia kichini, kuanza kidogo, hata kama unaanza kufuga kuku wawili na ndio hivyo kama utaanza kulima kwenye eneo dogo ukiona yale matokeo yatakulazimisha wewe uone nahitaji kuongeza eneo ili niweze kuzalisha zaidi. Nachoweza kusema ni kwamba labda tu niseme Mheshimiwa Rais e, wa Jamhuri ya Muungano tayari anafanya sana kama ambavyo umesema na haja hajatuacha haja nyuma vijana. Eh, nachoweza kuomba aweze ambacho anaweza kuweza kuendelea kuongeza kwa ajili ya vijana wa taifa hili ni kuwaongezea zile fursa za wao kuweza ku kuongezea kama ambavyo wanatoa miradi mbalimbali mbali, kwa ajili ya, ya, ya vijana kwa ajili ya kina mama, lakini vilevile kutoa hata kama ni masharti nafuu ya, ya vijana na wakina mama kupata fedha, kupunguza ile, ile ile ile yale masharti ya kuwa na zamana kwa maeneo ambayo unaweza kukuta kijana kwanza, kijana ambaye ametoka tu kusoma au ametoka tu ku ametoka ku graduate hawezi kuwa na, kuwa na vitu ambavyo vina dhamana kuwa navyo. Kwa hiyo kuwe na mazingira ya kuweza ku, kupata mikopo hiyo ya ku, ya ku, ku ya kuwasaidia kupata mitaji ili waweze kuanza kufanya yale malengo ambayo wamejipangia wame, au yale malengo ambayo wanayo katika kujiinua kiuchumi. Hicho ndio naweza kumwomba mama.